Ukamkemea kaambia, lakini wewe mzee Clement, nimesha kuona ili kanisa utalichafua. Kuanzia leo tabia yako acha. Anavimba kifua, anavimba moyo, mapigo ya moyo yanaenda kasi, anaanza kutafuta kuasi badala ya kutubu. Taliacha kanisa lao, nitahamia <laughs> kwingine <laughs> yani, anatembea na vitu hivyo moyoni badala ya kutubu, kufikiria kwamba mimi nimekosea. Ni wapi mwingine? Aliyekusudiwa mambo makubwa na Mungu, akikemewa, hata kama ni mbele ya watu, unanisikia vizuri? Hata kama ni mbele ya watu, utamwona amekimbia madhabahuni, hata kama hajaitwa akiambiwa, umekosea, hufai kwenye kanisa hili, hufai kwa matendo yako, hufai, atapiga magoti, hata kama angekuwa kwenye ofisi ya mchungaji ataona mchungaji anachelewa, ngeniombea tu nikaacha leo, leo nikaacha. Baba, ni samehe ni samehe, nimeacha sitarudia. Aliyekusudiwa na Mungu mambo makubwa ana hali hiyo ya kutubu. Ambaye hajakusudiwa na Mungu ni mbabe, mbabe mkosoe uone, mkosoe uone mkoso we uona, esema yaani, kwa mfano, mtu tu anahubiri alafu au tu anakukemea, anakukemea, yaani umekosea, ndiyo ilana anakukemea, anakukemea kama mwanangu nani, n nani, nani. ana yuko wapi hata. <coughs> kama wengine hawakemei hivi. Umewahi kuona bwana siwe Yaani unaweza kwenda mahala, unaweza kwenda mahala, bwana asifiwe. Yani wewe ndo kawa unafundishwa wewe tu, yaani ukitaka tu na wewe ufanye hivi, unashangaa mchungaji amekwambia wewe, achana na hayo. Naweza kufikiri mbona wengine hawaambiagi, wanayo tu shida nini huyu mchungaji naye, mbona bifu tu hizi <laughs> yaani unaanza kutafakari, lakini u pengine hujui kwamba umekusudiwa mambo mengine makubwa, bwana tusaidie. Bwana pewe sifa. Kwa mfano mimi nimewahi kukemewa makemeo mengi, mengine ni kama kudhalilishwa. Siku moja tukalazimishwa na mamchungaji tuimbe kwaya, kwa kweli mimi kwaya haikwemo moyoni. Tukaambiwa imbeni kwaya na mchungaji, imba kwaya, tukaungwa humo kwenye kwaya hizi zinatushinda. Ah, sasa hii <laughs> mchungaji, mbona nimo tu nimo. Ah, kafika sehemu, nikasema ngoja niache nione. Nikarudi nyuma, ila michango nitakuwa natoa, karudi nyuma. Sasa siku moja tunamtegemeza mwalimu wa kwaya, tumebeba mahindi mimi na mama mama, yeye yeah, anaimba twendeko na mimi na koti langu <laughs> tukaendako, tukamkuta mchungaji yuko alipotuona, akauliza tulikuwa wawili, ambao tulikuwa tumelazimisha tuma tunakuja na makoti yetu, na tulikuwa tunapenda kuvaa makoti kipindi hicho, makoti ya mpaka umakubwa <laughs> chungaji akatuona akasemaje, na nyie hapa. Swali, na nyie, wewe si ndio ulituambia tukimbe kwaya au nyie mmeingia nini hapa? yaone tumbavu tumbavu, tokeni kwenye kwaya hii. Tulikuwa tumepangana, hakuna aliyemwambia mwenzake, tupitia huku, kila mtu akatafutana, nikamwombe msamaha mchungaji, na nikamwambia mchungaji, mimi kwaya siwezi, unitoe moto tu. Nikaenda, nikimkuta nyumbani ametulia atanielewa tu baba. Nikaenda, nilipofika nikamkuta anacheka, kuangalia hivi na mwenzangu ameshafika hapo. Hatujaambiwa. Haya, kwa tulipofika pale, hatujaongea neno lolote, mimi nikaanza kulia na mwenzangu <coughs> mchungaji. Akasema, basi basi basi, nimewasamehe kuanzia leo, ninyi sio watakwaya, mjisikie huru. <coughs> tukawa huru. Hebu mkemee namna hiyo ambaye hana kusudio mbele, mkemee namna hiyo, uone anapotea. Nasema na waliokusudiwa, ukikemewa, ujue kuna makusudi makubwa mbele yako. Ukifundishwa, ukikaripiwa, ujue mbele yako wewe ni mtu mkubwa, wewe ni askofu, wewe ni mhubiri. Ukikemewa, Mungu amekusudia mambo makubwa mbele yako. Hujui kilichopo mbele yako kesho, lakini kama unajua kilichopo mbele yako kesho, na vita yake huwa ni ya hivyo Yani uliyekusudiwa mambo makubwa, na vita yako ni kubwa. Yaani, unalazimisha utembee umenyoka. Ukipinda tu kidogo, kama wengine wanavyopinda, umeshakemewa unatengwa, hata wiki nzima, unatangazwa hata kanisani, unakemewa makemeo makubwa. Mbele yako kuna makusudio makubwa ya Mungu. Maana Mungu anakufanya anakushape, siku moja ukawe kiongozi mkubwa, kiongozi mwenye maadili Kiongozi anayejua kusimamia watu sema.